kuambia uongozi wa Simba wasimame imara, wasikubali kupoteza nafasi ule mwonekano wao waliokuwa wanaoendesha. Naomba waondoke nao huo, huo huo wasirudi nyuma, ila kikubwa tunawapa moyo, tutashinda. Mimi kama kiongozi, kama mwanamke mwenzangu kapata nafasi ya kuongoza kwenye taasisi ya Simba, nashukuru, tumependa, nampa hongera zake kwa sababu mpaka kukubali nafasi kajiamini kwamba anaiweza kuimudu taasisi ya Simba, na ni kweli tunaweza kujiamini, kwa sababu kwanza tuna akili, tuna upeo na tunaweza kusimamia jambo lolote linalotoka mbele. Mimi nimpe ongera sana. Mambo? Oh, niambie shari. Niko poa mimi eh? E, niko poa. Karibu sana Bagamoyo. Umechangamka? Nimechangamka, kwa furaha ya leo lazima tushinde, matatu bila. Yameongezeka? mm. Yameongezeka, yaani yameongezeka sio polepole. Kuna sehemu nimepita, o. nimeambiwa moja moja watakuwa e. So, wamejikanyaga yao, watakuwa wamejikanyaga kabisa Nimuweke kabisa Kibu barabarani kwenye uwanja wake kabisa, afu afunge moja, sio kweli? sio Kibu yule, nomfahamu mimi Kibu, nomfahamu mimi, lazima pige mbili peke yake. Aha, Kibu moja labda nimpe mpanzo, mpanzo. mm. ah, tatu bila. Tatu bila, yani bila uoga. Waarabu hapo kwao wanakuwa wagumu, sio shida kuwa kwao, so sio shida, mpira dakika tisini na haswa. Kikubwa tunajiamini, wana Simba, yani hofu hatuna. Yaani hiyo imani nyinyi wanasimba mnaitoa. Kwa ajili gani? Kwa sababu mpira tunaweza miguuni tunao. Kwa nini tusijiamini? Yaani kuna watu hawana mpira? Hawana wengine. Ili mradi tu uwanjani popagana kuchukua hela za watu. Ila sisi tunajiamini mpira tunao. Kwa nini unatuonaje kwanza? Hebu niambieni, niambie nyinyi mkoje? Sisi unatuonaje kwanza hakuna wadada walembo zaidi ya Simba ubayobwela. Kuna wow, dada wengine zaidi walembo zaidi ya Simba? Piga kelele kwa wadada wa we, Simba. Wewe tunajiamini wadada kwanza, walembo pili, tunajiweza, tatu tunajiamini na timu mnayo, timu tunayo. tuna wasiwasi eh? Yaani kikubwa aondoeni, sisi tunajiamini. sio kwao, kwao kitu gani? Tunaweza kwenda kwao, tunawapiga, tunawapiga na kuja kwetu, kwa sababu tunajiamini mpira nao mduni. Hebu ni leo nipangie sasa kikosi chako pale, unaenda kupambana na yani leo uh -huh. Yani leo nina uhakika, kwa sababu Simba naitegemea na Simba ni timu yangu ninayoipenda na Simba inajiamini kwanza, yeah. cha kwanza leo, yoni yoyote wanaopangwa kwenye kikosi lazima tutoboe kwa sababu wale wote waliokuwa wanajilegalega tumeshawaweka sawa, kwa maana tunajiamini. Yoyote utamwongoza kwenye kikosi cha leo, lazima tunaenda kushinda yani. mmeweka sawa mmeweka sawa vipi? tumeweka sawa vipi? unajua aya, kwenye uchezaji kila mmoja anateleza vile kwenye mfumo wake, lakini kwa sababu kocha wetu anajitambua na anaelewa mpira, yule aliyekuwa kwenye mapungufu kamweka sawa, kwa maana leo hakuna mapungufu yote kwenye Simba ha. mna kocha bora nyinyi, hatari hiyo. Wewe unamwonaje? Hapo unanipa swali gumu kweli yani. Wewe unamuonaje yule? Hebu eh, mzungumzie kidogo unavyomuona uh, wewe. Mtu apate picha pale. Acha kwanza nifunge kwanza kwenye mabano, nitamzungumzia pale tukishinda leo au nikuonyeshe ujuzi wetu. Ah, sasa so, so, si ninashinda tayari. Eh, kushinda tunashinda. Eh. Na ukweli wa kwake au upendo wake mimi nitakuzungumzia, usijali wala nini. Nitakupanga. Fadlu huyo. Mm, mwenyewe wewe huyo. Mzee wa visuti. Sana. Umeone kwanza akikaa pembeni watu wakicheza, yeye anajiamini anakula nne, amekunja swala, anakunja anaelekezwa kwa macho, sio kwa kupiga kelele. la la la la, atunaga kelele sio. kama na Yanga sisi ubaya ubwela, kumbe Yanga anapiga kelele, ana kelele mdomoni sana. Sisi tunajiamini, atunaga kelele. Sasa vitendo vitendo tu mm. Yusuf Kagoma leo atakuwepo, unauliza sasa? Unauliza wasema kiungo wa milioni 30 vibaya mno hilo jibu pigia mstari lazima awemo kwenye timu. Kamara amerudi. Sijui nikuuliza wewe yote jimalize wewe kwa sababu sisi tunaelewa mfumo mzima. Labda nikuuliza wewe utakua juu. Eh, hey. Ndio unauliza sasa hapo Kamara amerudi? Hata kama hajarudi, sisi hatuna kiungo mmoja kusema Kamala labda ndio mdakaji peke yake. Hapana, sisi tumuandaa watu. Hata sipo rudi Kamala kuna mtu ana kafanya nafasi ya Kamala na yule Kamala, yani Kamala kama uso tu picha. Ila wapo wengine makamala wapo. Ndani ya Simba hiyo kuna Kamara kibao. Wengi wanaojiweza na kujitambua. Na mahodari yaso wakiwa pale kwenye lango lao. Simba moja hiyo, hakuna nyingine. Nusfainali mnafika, kwani tusifike? Kwa tunajitegemea na tunajimudu kaka. Hebu tuangalie kwanza, tunalinga, hebu ringa, tuna enjoy lazima, asio. Tulinge Simba, tunapambana <laughs> sijali we dada. <laughs> ah, dada, Tumatutu... umeni nini jamani, umenichanganya? Lazima tutoboe. Lazima <laughs> mtoboe. Lazima tutoboe. Labda eh, unawambia nini wana simba msimu huu yani, kwanza kuelekea mechi hii ya leo hmm, na mechi ijayo ya Benjamin Mkapa. Ndiyo, yani kwanza ya mechi ya leo hmm, nawatakia wanasimba ushirikiano, kupendana, kuelekezana, wasitumie hasila, kwa sababu mpira tunaufahamu, mwenzako akikosea mwelekeze kama ulivyokuwa umeelekezwa, usimtumilie hasila na yeye akapata hasila tukapoteza mechi. Sasa, na mechi inayokuja vile vile hey, tunajiamini Benjamin Mkapa Lazima tuweke jina tuweke jina lazima kwanini siwepo hakuna mechi yoyote uwanja wa Taifa mimi nikakosa lazima nije ah. watoto wangu wanacheza baba zangu wanacheza kwanini nisije kuwapa support? mimi mtoto wao bwana mimi kijana wao na mimi inawezekana mbele huwezi kujua hey. itakuwaje. Hivyo ya. Dada Simba. Sana. Mimi nimefurahi sana ujue unajiamini? nisijiamini kwa ajili gani Laha jipe mwenye kwanza mlembo yeah, pili Simba yangu wa lembo uone yeah. Atu tuakike tukivaa tishati nyekundu tunanoga, t-shirt nyeupe tunanoga, ma noga mahensam wapo Simba, mablaza meni wako Simba. A, unaonaje Simba kuna mwanaume mbaya balua kibu ah? Umeona wabaya wale tunawapenda mpaka tunaumu <laughs> Ah, labda unalipi sasa la kuambia viongozi yani, wa Simba msimu yani, kwenye kutimiza malengo yenu ambayo yani la kuambia uongozi wa Simba wasimame imara, wasikubali kupoteza nafasi ule muonekano wao waliokuwa wanaoendesha, naomba waondoke nao huo huo huo wasirudi nyuma, ila kikubwa tunawapa moyo, tutashinda msimu huu, tutashinda kwa namna ambavyo unaona labda mashindano yote yako kuanzia kombe la shirikisho ambalo ndio lengo lenu kubwa msimu huu na ligi kuu bar, Tanzania bara tutarejesha ubingwa, tutarejesha ubingwa Tanzania, tutarejesha. Kikubwa watuongoze na watupambanie, wasionyeshe udhaifu, hatuhitaji kwa sababu sisi wachezaji na washabiki tuko vizuri, wao viongozi wasionyeshe udhaifu, lazima tutashinda. E, lazima kujiamini bwana, kushinda tunashinda. Shinda nini? Kwani tajiri moyo uko hapa. CEO Aunty Zuby uko hapa. Yaani, kama kawaida yetu tunaambia mdogo mdogo, tunaondoka na spidi moja moja e. hata hata mapicha tunachukua, ushindi tunaondoka, tuna relax yani sasa eh, tumalizie hapa mm -hmm. Umeniambia wana Simba ni warembo mm. eh, ili ni ndani ya Simba lakini pia eh, ni nje ya hapa Ndiyo. Simba sasa hivi inaongozwa na mwanamama yeah. E, kama kaimu mm-hmm. E, akiwa mtendaji mkuu pale e, madam Zubeda, kama mwanamke mwenzako ambaye amepata nafasi kubwa ya kuiongoza taasisi kama Simba mm, labda una lipi la kumwambia? Mimi kama kiongozi kama mwanamke mwenzangu kapata nafasi ya kuongoza kwenye taasisi ya Simba, nashukuru, tumependa nampa hongera zake kwa sababu mpaka kukubali nyafasi kajiamini kwamba anaiweza kuimudu taasisi ya Simba. Na ni kweli tunaweza kujiamini, kwa sababu kwanza tuna akili, tuna upeo na tunaweza kusimamia jambo lolote linalotoka mbele. Mimi nimpe hongera sana eh, na tuko pamoja, tutashirikiana. jambo siliweza alitoe watu, tutawasaidia. babra yupo pale mm. Bana, shukrani sana, asante. na wewe nani? Jina naitwa Leila Ramadhani. <tune>